Karibu sana, naomba niambie kama unanipata vizuri, sauti iko sawa. Nieleze tu kama wanipata vizuri, sauti iko sawa, naomba nieleze

Shalom, shalom, mama shikamoo mama Urasi, kama unanipata vizuri naomba uniambie. Sasa wewe nauliza tu swali, umeshaanza ndoto yes? Mama, niko mzima, niko Isinya, nina mkutano inaanza leo. Nashukuru Mungu. Amina, naomba mfuatilie kipindi cha leo, mkutano wa leo ninapofunza kuhusu ukombozi wa familia. Uelewe familia inapaswa kukombolewa, kwa sababu kuna mambo yanayokwamisha familia kuna mambo ambayo yanapiga familia sasa. Yanapopiga familia na kukwamisha familia, unakuta ya kwamba maisha yako haiwezi kasonga, na nitakuwa nikiangalia sehemu ya kwanza ya somo hili kuhusu familia ya Ibrahimu, tuone jinsi ambavyo babake alivyo hakufika alikokuwa anataka kufika, na hiyo roho iliweza kumpiga hata na mwanawe. Ila sasa, asante mama, asante, tunakuja tunapata. Uh, ilibidi Mungu aingilie amwambie Ibrahim, sasa toka kwa, fa, kwa jamii yako, toka kwa watu wenu, toka katika nchi yako, uene mpaka nchi nitakayo kuonesha, na hapo ndipo Mungu aliweza kujitukuza kwa maisha yake Ibrahim. Tutakuwa tukiangalia hiyo, kuna mambo mengi sana ambaye amejificha, sikuwa nina, nina, na, naelewa mpaka wakati Bwana amenisaidia kuweza kuelewa kuona kwa undani. Kwa hiyo kuna vitu vinakwamisha familia Amba, ambapo, usipokuwa mwangalifu, utakuta ya kwamba mahali ambapo upo ukuta kwamba inakuwa sio mahali, mahali sahihi. Kwa maana gani? Ndio upo mahali pa unaona ni pazuri, lakini kwako wewe haufaulu. Wengine wanafanikiwa, lakini wewe haufaulu, kwa sababu unakuta kwamba kunayo nguvu ambaye inakuzuilia, inakupinga. Kwa hiyo tunapoongelea kuhusu ukombozi wa familia, moyo wangu una unakulilia moyo wangu unatamani tu ukaweze kuelewa na kupata ufunuo huu, kwa sababu usipokuwa mwangalifu itakuwa vigumu wewe kusonga, itakuwa wewe ni vigumu, vitu ambavyo vilikwamisha babako vilikwamisha mama unapata kwamba hausogi wengine, huko mahali ulipo, mambo yanakuwa magumu, kwa sababu kuna kitu ambacho kinapigana nawe kutoka nyumbani. Wengi wenu mnapigana na matunda fruits, lakini hatupigani hatung'oi mizizi. Kwa nini jambo hili linafanyika? Mbona mambo haya yananipata? Kuna vitu usipopigana nazo utaniambia ndio. Uh, baba, mimi nasali, ninafunga sawa sawa, lakini mbona vitu havifanyiki? Ni kwa sababu unatumia medication, unatumia tiba isiyo sahihi kwa shida fulani. Tatizo ulilo nalo utapata ya kwamba ni ugonjwa lakini sasa wewe badala ya kutafuta dawa inayotibu ule ugonjwa, wewe unatafuta maybe painkiller, unatafuta zile madawa tu akina aspirin, unatafuta madawa ya, ku, ya, ku, ya kupunguza makali, so inakuja unapata kwamba hauponi. Kwa hiyo tunapoongea kuhusu ukombozi wa familia, mimi ningelitamani wewe uanze kupiga